Zangu ni katika imani, tunaendelea na safari yetu kama tulivyokuwa tumeishia hapo awali inshallah, kwa, kwa lengo la kuendelea kufahamu namna gani tunayasoma maneno ya Kiarabu na namna gani tunayatamka vipi, tutafahamu kuyasoma, lakini pia ni vipi tutaweza kuwa tunayaandika inshallah, tutaenda taratibu tukianza kuyafahamu. Zangu ni katika imani, katika kipindi kilichopita mara ya mwisho tulianza kuziangalia baada ya kuwa tumekwisha soma herufi hijai herufi za hijai yani herufi zile za Kiarabu alifu mpaka ye yeah? Baada ya kuwa tumezifahamu alifu mpaka ye, sasa ukishakuwa umezipata zile herufi, ni namna gani utapata neno kutoka katika herufi? Kama ilivyo lugha ya Kiswahili abc mpaka zeni ndani yake ukiziunganisha zenyewe herufi pasina kuweka kitu kingine, zinatumika ili halipatikani neno, zinatumika ili kupata neno. Hivyo ndio hivyo hivyo ziliko katika lugha ya Kiarabu to soma alifu mpaka au hali tha, wasema alifu thaiotel kuifahamu herufi husika utakapo omisoma zile alifu mpaka ye hasa ni vipi tutazitia irabu ili tuweze kupata maneno. Sasa, maneno namna gani tutayatamka na, na maneno namna gani tutayaandika? Ndugu zangu katika imani, tunasema zile alifu mpaka yeye, manake alifu ba ta. Wengine anasema alifu bete eh? Thaa, hizi ni herufi za Kiarabu. Sasa ili tupate maneno lazima kuwe kuna irabu ndani yake, na katika darasa lopita tuliziangalia irabu, ikiwepo fatha. Tukasema fatha inakuwa iko juu ya neno, mathalan mfano kwamba tukiandika ya alifu. Sasa hii ni herufi, ili tupate neno kutoka katika hizi herufi, maana lazima zipate irabu. Tukasema tunayo irabu mboni fatha na fatha inakuwa juu ya herufi. Itakapokuwa alifu ikiwa ina fatha juu, maana yake tunasema hii itakuwa a. Fatha inasimama badala ya kuwa neno a. Pia tukawa tunasema tuna kasra. Sasa hii pia ni alifu. Alifu itakapokuwa na kasra, kasra inakuwa chini ya herufi, kwamba hii inasimama badala ya i, itakuwa ni e, itakuwa ni e. Lakini pia tukawa tunapamba dhamma, yenyewe inakaa juu ya herufi inakuwa kama ka hivi, kalikugiukia upande mwingine wa kushoto kenyewe, kanaka juu ya herufi, katika kuonekana kale ki herufi kanasimamu badala ya u. Kwa hiyo itakuwa ni u, kwa ukisoma katika hizi herufi utapata a i u. Hivyo hivyo utakapoziweka katika herufi zingine, ukiweka hapa kwenye be, ikiwa na fatha itakuwa ni ba. Ukiweka kwenye kasra kwenye te, ama ta itakuwa ni t, na pia pia wakipagoma kwenye tha itakuwa ni thu, kuweze ukasoma ba t bt. Tunumio katika darasa mpita tuliweka mstari tukasema, huu mstari kwa shumu ni moja katika zile herufi ishirini na nane katika herufi za Kiarabu. Hasa fatha inakuwa juu ya herufi ile herufi hapa fatha kwa hapa, tukasema fatha, ambapo fatha yenyewe fatha yenyewe inasimama kama a. Tukasema hii ni kasra, kasra yenyewe inasimama kama i, na hapo tukaweka dhamma ambayo tukasema dhamma yenyewe inasimama kama u, lakini pia kapo kaherufi kengine kanakuwa kama kaduara, wakati kingine kanakuwa hakajafunga. Tukasema haka kenyewe ni sakna, sakna ama eh, sukun. Haka kenyewe kuwa kanaifanya herufi isizihirike, herufi isizihirike kwa. Ndugu zangu ni hizi ni irabu za Kiarabu ambazo sasa, hizi irabu ndio tunakuja kuziweka katika zile alifu mpaka ye ili tuweze kupata neno. Ndio bali nikasema, sasa mfano, hii ni ba, maana yake fatha inasimama kama a, itakuwa ni ba. Eh, hii pia itakuwa ni bi, na hii pia itakuwa ni bu. Kwa herufi yoyote katika zile herufi, ukiweka jimu itakuwa ja, ji itakapokuwa ipo na hizi irabu zetu tatu, ambazo nimeziandika hapa, ukichukua ye itakuwa ni ya, yi, yu, kutokana na hizo irabu ambazo sasa zinatoka maneno. Hizi ni herufi, lakini katika lugha ya Kiarabu hatuwezi taziandika hizi herufi zikiwa peke yake. Tunaandika herufi moja moja? Hapana, hizi herufi zinaingia katika mchanganyiko kwamba kuna namna ya uandishi wa hizi herufi na naakakuandika hizi herufi, maanake tutapata mafungu kwamba herufi ikiwa mwanzo mwaneno inakuwa vipi, herufi ikiwa katikati mwaneno inakuwa vipi, na herufi ikiwa mwishoni mwaneno inakuwa vipi. Hii ni katika namna ya kuziunganisha zile herufi. Sasa kabla hatujakwenda kuziunganisha zile herufi, kwamba ni lazima tuzifahamu herufi ambazo zenyewe haziungi pande zote mbili, mimi huwa napenda kuziita herufi choyo. lazima tuzifahamu herufi choyo. herufi hizi zenyewe zina kawaida ya kupokea okay, hazitowi, manake zinaunga nyuma, lakini mbele yake haziungi herufi hizi. ikiwemo alif, herufi hizi ikiwemo dal, herufi hizo ikiwemo dha herufi hizo ikiwemo he r na herufi hizo ikiwemo he z na herufi hizo ikiwemo he wa. Hizi ni herufi sita ambazo zenyewe haziungi hazi mbele, kwamba herufi hizi zenyewe haziungi mbele ya hizi herufi, mbele yake haiungi herufi nyingine hizi ni herufi ambazo zenyewe mbele yake haijungi herufi nyingine. Sasa tunaenda katika kuziunganisha katika hizi herufi, mfano tukaandika bee bee, manake tukaenda tukaipa fatha, ambayo itakuwa ni ba, kisha labda tukaandike herufi nyingine ambayo labda ni labda ni jim, hii tukaipa herufi vamu, kisha tukaleta herufi nyingine mathalani qaf, hii tukaipa kasa. Ukisoma zikiwa ziko hivi moja moja, maana yake wasema baju qi, baju qi, baju qi Bajk okay, okay. baj okay. k. Lakini katika uandishi, uandishi huwezi kuzikuta huwe ziko katika mtiririko kama huu. Katika uandishi, maana yake tutaanza kuikuta beli, utaikuta katika namna kama hii, kisha utakuja kuikuta jim, lile umbo lake asili eh, lile umbo lake ambalo lina asili tu kwa chini hivi, inapotea inabakia nukta, utaiona iko chini ya herufi nukta, utaiona iko chini ya herufi. Ni umbo ni tumbo ambalo linaonekana chini, lita linapotea. Kisha utaiona hii kupoteza naungu asili ya haya ya tumbo, utaikuta katika herufi nyingi tu, zikiwepo shin ikiwepo swadi ikiwepo shin. Utakuta yale herufi nyingi zinabadilika katika uandishi, isipokuwa herufi zote zinapokuwa mwisho wa neno huwa zinarudi katika umbo lake la asili la zile umbo asili. Hata qaf ikiwa katikati ya neno inabadilika umbo lake, lakini inapokuwa mwisho wa neno inarudi katika umbo lake asili. Kama hapa neno letu liko hapo, lina herufi lina herufi hizi tatu. <coughs> maana yake qaf yenyewe ndio ya mwisho hapa. Qaf unakuja kuikuta imerudi katika umbo lake lile la asili ambao unasoma vile vile, bajuti bajuti, bajuti. Utasoma neno bajuti likiwa limeandikwa katika hivi katika namna ya uunganishi, lakini tukia, tukija tukiangalia kufiki sasa, hii be hapa ilikuwa kwa mwanzoni ikapoteza umbo lake la mbele, likabakia ile umbo la mwanzo tu kidogo, bali ika ikaonekana katika muundo kama huo. Sasa hii be tujaribu kuhamisha hivi katikati, tuione B, ikiwa katikati, vipi lenyewe umbo lake litaonekana vipi? vipi lenyewe umbo lake litaonekana vipi? mfano <coughs> kuna herufi he he ambayo itakuwa ni ha, nachukua B be ambayo ina bomba itakuwa ni bu, alafu kisha tutaichukua mathalani tuichukue <coughs> herufi tuichukue herufi jim, ambayo yenyewe itakuwa ina kasra. Kwa haya maneno ambayo tunaandika, si maneno ambayo yatatafsirika kama unavyolisoma hapana. Lugha ya Kiarabu ina namna ya kutafsiri kwake, utakuja kuangalia huko mbeleni inshaallah. Sasa tuangalie haya maneno matatu. Jimu imekaa mwanzoni hapa, jimu tuliona katika mundo, kama kwamba kuna namna ambapo jimu imebadilika katika lengo lake. Ikiwa mwanzoni jimu ni lengo la asili, itabakia kuwa vile vile. Hii hai sasa, hii ni hai, sio jimu. Hii ni hai, lengo la asili, lengo la mwanzo litakuja kuonekana kama ilivyokuwa mwanzoni. Inaonekana itakuwaepo hivi, ambapo huku ingekuwa niko katikati, maana yake kungekuwa kumeonekana ni viungo herufi nyingine. Hii he. ni hai Eh, kumbuke, uzitofautishe hizi herufi, ziko tatu, ambayo zinasilia matamshi ambayo yanataka kufanana lakini hayafanani. Kuna he ambayo ndio hii ambayo ni ile ya bata he, alafu kuna he ambayo inatoka kwa kuikwaruza he, ambayo yenyewe inatoka kwa kuikwaruza na nukta juu. Hizi herufi tatu zinafanana hela jimu ambayo inamka katikati, he haina muka yoyote sehemu yoyote, zile ambazo zinafanana na zote katika umndani utakapoiona um, jimu imekaa katikati ndipo utakapokaa he katikati. Utakapoona jimu imekaa mshoni ndipo utakapoona he imekaa mshoni. Lakini pia kuna ile he ambayo ipo hii, vile herufi yake inatoka kwa matamshi ya ndani kwa kuunganisha herufi maradhi lile tumbo la chini katika herufi he itapotea. Kama ilikuwa jimu ndio katikati, he itakuja ile herufi be. Maana hasa be katika kuunganisha, hapa katikati, unaweza kukuta ipo katika mtindo kama huu, kisha jimu itarudi katika ile asili yake. habuji, habuji habuji habuji habuji ni he habuji habuji, hii ni jimu katika asili yake ya leo, hasa herufi hii ibe hapa ilipo katikati, ama hapa ilipokuwa mwanzo, unaposema ikiwa mwisho, maana yake be itarudi katika umbo lake la asili. Utakapoandika be na herufi zingine eh, ikiwa mwisho inarudi katika umbo lake la asili eh, utakuta kama mfano neno jabu au rahabu, au vivyoote vile utakavyoweka kutoka katika neno be ukiomshoza usomo wake asili hasa herufi ambazo zinaunga kama hivi, ambapo be ipo ndio utakuta mfano wa herufi kama mara zenye asili ya Mungu hii, utakuta kuna be, utakuta kuna te, utakuta kuna the, utakuta kuna the ambapo pia ndio kama hilo, utakuta kuna the. Utakienda utakuta kuna herufi nuni, lakini herufi nyingine ambayo inaunga kama hivyo utakuta ni herufi ye yeah. Kitakachokuwa kina kujulisha isi herufi katika uongozi wake ni nukta, utakapofuta kamitaahivi eh, ivo banaf hukulamdari. Mfano ni mim hapa, kitakachokujulisha ni live, ni kuikuta nukta moja chini, kitakachokujulisha ni ni herufi kuwa ni tee manake, ni nukta utakapozikuta mbili, lakini pia kitakachokujulisha ni tee utakapokuta nukta tatu. Na utakapoikuta nukta moja, manake utajua hii herufi ni nuni. Hizi herufi zenyewe zinakwenda zikishahadiana katika uungwaji wa maneno sehemu nyingi. Utakapoungalisha maneno, hizi herufi utazikuta zinashahadiana. Pia hata utakapozikuta nukta mbili chini, lazima utambue kwamba hii nye ko kikubwa ambacho tunazingatia ni hizi namna nukta ambavyo zinaandikwa. Kwa ndugu zangu katika imani, leo tumeangalia herufi hizi chache, tumeangalia tumezitumia hizi herufi hizi chache, lakini tunapozidi kwenda tutakuja kuangalia namna no ungwaji herufi zingine, lakini pia hata hisak na masukuni hatujabahatika kuitumia, lakini insha Allah katika madarasa nayokuja, insha Allah tutaitumia herufi hiyo ya hiyo hiyo irabu ya sukuni tuone namna ya matumizi yake ambavyo yanatumika kwa. Inshallah usisahau kusubscribe kwa ajili ya darasa linalofuata lakini pia ku like comment na share kwa majamaa marafiki, ili na wao waweze kupata elimu hii ndogo ambayo tunaitoa. Kwa pale ambapo nimekosea, hayo madhaifu yangu, inshallah samihiani kwa yale mapungufu ambayo nimeyatoa ambayo yapo ndani yangu, lakini kwa yale ambayo tutakapo Vyema basi, insha allah tuendelee kufuatilia chaneli yetu ya Al Bilaal, lakini tusisahau kuweka maswali yetu yale ambayo tutakuwa tunayafahamu tutayajibu, lakini yale ambayo tutakuwa nje uwezo wetu, wako maulama wako mashekh, tutawauliza juu ya maswali hayo. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakumullahu khairan.